Pesa ambacho kitatengwa ili kila mwaka anunue mashamba yale ambayo inasemekana kwamba ni ya absentee landlords, ile ile mashamba inunuliwa na serikali igaonyewe wananchi ambao wanaishi pale. Programu imeanza nafikiri, kakangu mheshimiwa waziri Mvurya na mheshimiwa waziri Joho ambao sisi ndo rais alitunuku kazi hii. Tulikaa na governors wote sita, na Mama Achani yuko hapa, atakuwa shahidi. Tulikaa nao kule Malindi, na kila governor akapeana orodha ya ile mashamba ambayo yana tatizo katika kaunti yake. Ile orodha tumeipeleka, mimi na mheshimiwa Joho na mheshimiwa Mvurya, tumeipeleka kwa wizara. Wizara ikafanya utafiti mzuri na ile ripoti ikapelekwa kwa Rais. Kwa hivyo wakati wowote ule rais akija kwa ziara ya Pwani, atakuja atuambie ni mashamba gani ambayo sasa itaanza katika ile orodha, maanake si yote atanuliwa kwa pamoja, lakini ni yapi um, ipatia kipao mbele, ili safari ya mpwani naye miliki ardhi yake ianze. Hivyo mimi nataka niwapatie pongezi viongozi wenzangu kwa kusimama na wa Pwani, kuhakikisha kwamba jambo hili tumevalia njuga, na mambo ya kuitwa squatters katika sehemu hii ya Pwani tuizike katika kaburi la sahau. Tukilifanya hivyo, japo ndugu yetu hatakuwa nasi kusherekea, lakini pale alipo atatuangalia na macho ya upendo, maanake hilo ndilo tui den alikuwa amejitolea kulitekeleza na kulifanya. Sitaki kuzungumza mengi hili neno yeah. Ojo, kwa sababu ya ile matusi saa zote ee, ndugu yangu alikuwa akinisukumia mimi. Nilikuwa namwita huwi, unajua si wagiriama tu, ni huwi ranazi hasa. Akianza ile matusi yake, namba wewe bwana utaniambia nini, uwe huwi ranazi tarehe zuka kitura mboga huria

Mambo ya kuhepa kutaka kwenda kula hepi tuliyazungumza hayo, but you have to know as your uncles will be here.